Taarifa rasmi kutoka kwa Dkt. Matteo Bruni, msemaji mkuu wa Vatikani, inaonyesha kwamba hali ya afya ya Baba Mtakatifu Francisko inaendelea kuimarika zaidi kwa kupumua kama kawaida pamoja na kuendelea na mazoezi ya kupumua kwa viungo bila kuhitajika kutumia mashine Kuanzia Jumamosi hadi Dominika tarehe tisa Machi elfu mbili na ishirini na tano Baba Mtakatifu ameendelea kupata tiba, kufanya mazoezi ya viungo, kusali, kutafakari pamoja na kufanya kazi ndogondogo ndogo, pamoja na kujipatia mapumziko marefu. Baba Mtakatifu katika tafakari yake wakati wa sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 9 Machi 2025, anasema wakati huu anapoendelea kulazwa kwenye hospitali ya chuo kikuu cha Agostino Gemelli iliyoko mjini Roma tangu Ijumaa tarehe 14 Februari mwaka 2025, kwa hakika anaonja: umakini wa huduma na huruma kutoka kwa madaktari na wafanyakazi katika sekta ya afya. Baba Mtakatifu anawashukuru kutoka katika sakafu ya moyo wake wote, na anawakumbuka wote wanaowahudumia wagonjwa sehemu mbalimbali mbali za dunia, kama ishara ya uwepo na ukaribu wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake, na kwamba binadamu katika udhaifu wake anahitaji kuonjeshwa muujiza wa huruma ya Mungu unaowaambata na kuwasindikiza wale wote walioko kwenye majaribu na kuwakirimia mwanga mdogo katika usiku mnene wa maumivu. Baba Mtakatifu Francisko anawashukuru kwa dhati kabisa waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanaoendelea kumwonyesha uwepo wao wa karibu kwa njia ya sala na sadaka zao, na kwamba yeye pia anawakumbuka na kuwaombea. Baba Mtakatifu anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kusali kwa ajili ya kuombea zawadi ya amani duniani, lakini zaidi huko nchini Ukraini, Palestina, Israeli na Lebanoni, Myanmar, Sudani pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo. Wote hawa wamewekwa na Baba Mtakatifu Francisco chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa Mungu na Kanisa. Kutoka studio za studio za Redio Vatikani, kama kawani, mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.